Yeye Allah akaujalia mwezi wa Ramadhani, matendo mema ambayo waja tunatenda na nimo, anayalipa maradufu. Namtukuza mola wangu na kumuhimidi na kumshukuru. Hakika yeye ndiyo mwenye haki ya kushukuriwa na viumbe, na yeye peke yake ndiyo anayo haki ya kusamehe. Sala na amani kutoka kwake zimwendee mwalimu wa umma mtume wetu Muhammad salllahu alaih ye na hadithi na sahaba zikiramu takasifu na wote miongoni mwa wake Allah atakafuata nyayo za Mtume. Mama zangu, dada zangu, cha Mungu kwa hali yoyote hautafaulu duniani na akhera kama hautakuwa na uchamungu. Unatakiwa upambane na nafsi yako, utafute uchamungu, hata ikiwa ni nje ya Ramadhani, utafute uchamungu. Allah ametuhurumia akatuwekea msimu mwepesi, yani kwa kuupata uchamungu kiurahisi, ndio Ramadhani, lakini uchamungu unatakiwa kwenye maisha yetu yote. Na uchamungu ni nini? tuanzie hapo kabla tujaingia huko tunakokwenda, maana muda wangu mimi utakuwa mfinyu sana, ili wajwa, fayda, yaaki, na wenzangu waje wa tufikishie tupate faida kutoka kwa watu wengi. Ucha Mungu ni nini? atakwa maanahu antajala bainaka wa wabaina adhabillahi wiqaya bi bifiili lmamurati wa tarki lmanhiyati. Ucha Mungu maana yake na tafsiri yake ni pale ambapo wewe mja utajalia kati yako wewe na adhabu ya Allah, utajalia kati yako wewe na kwenda motoni, ukajenga ukuta wa kukuzuia usiende motoni. Huyo ukuta utaujenga aje? Ni vitu viwili peke yake, bifiilil mamurat, ujitahidi kila alichokuamrisha Allah, kila alichokuamrisha mtume, kila dini ilichoamrisha kitekeleze kadiri ya uwezo wako, amekuruhusu Allah sio mimi, pale aliposema fattakullaha mastata'tu, mcheni mola wenu kwa kiwango mnachoweza. Tuko tofauti, miongoni mwenu wako wale ambao kufunga saumu za suna kwao ni bepesi, Jumatatu na Alhamisi bedha wanafunga, na kuna wengine ibada ya saumu inawasumbua, hata Ramadhani wanafunga kwa kuwa ni wajibu, lakini inawasumbua lakini hawa wao inawasumbua. Utawakuta labda ni wepesi kuna kwa masuala ya kwenda vilioni, ni ibada pia, na kuna wengine masuala ya kwenda kilioni kwa ni mazito. Labda wao ni wepesi kuna kukwenda kuona wagonjwa kwa mganga, na kuna wengine hayo ni mazito. Labda wao ni wepesi kuna sala za suna kablia, baadia na zingine, na kuna wengine hayo ni, we, ni mazito. Wao ni wepesi katika mihadhara kama hii, kwenda kusikiliza mawaidha na mengine na kuna wengine labda hayo ni mezito, wao ni wepesi unakufanya dhikri anapokuwa amemaliza kusali chumbani kwake. Kila mmoja kule anapojua kwamba ana wepesi ajitahidi huko, ndio ashindilie zaidi. Bali insanu ala nafsihi basira. Kila mwanadamu anajua kule ambapo unajua mimi ibada kwangu ndio nyepesi, dumu sana huko. Inaweza kwa ndio sababu ikakuwa na adhabu ya Allah. Kwa hiyo unaujenga ukuta kwa kutekeleza amri zake Allah kadiri ya uwezo na kuacha kila alichokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama zangu tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu yangu Sheikh Saad amezungumza ameweka wazi mengi. Mimi nitakukumbusheni tu vitu vidogo sana, labda vitatu au vine na nitaomba mvifati kwa makini, ili iweze kuwa ndio msingi wa yale mtakayotembelea katika maisha yenu na muweze pia kuwalea watoto zetu vizuri kule uani. Ya kwanza ni aya ambayo tumeisoma kama ufunguzi: Enyi mliyoamini, mmefaradhishiwa kufunga, mmelazimishwa kufunga kama ilivyokuwa lazima kwa wale walikutangulieni. Wa hii aya malengo yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mashehe zetu wametufunza kwamba Allah ni fa'alu limayuridi, Mwenyezi Mungu anafanya anachokitaka, na wala hatutamuuliza kwa nini umefanya hivyo tumetaka kumuuliza, tunashika adabu, tunamuuliza e Mola wetu, kuna hikma gani ya wewe kufanya hivi? Ama neno kwa nini Mungu aulizi kwa nini. Lakini pamoja na kuwa Mungu anafanya anachokitaka, kwenye hii aya ametueleza: enyi mlioamini, nimekulazimisheni mfunge kama ilivyokuwa lazima kufunga mwezi huyu wale waliokutangulieni. Malengo ni nini? faida mbili kubwa. Ya kwanza, mama yangu, dada yangu, tambua kwamba saum haikuanza na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lakini saum ilianza toka zamani za Nuh alayhi salatu wasalam, kama nabii wa kwanza, walikuwa na wao wanafunga, kama kutiba alladhina min qablikum, kama ilivyokuwa ni amri kwa wale walio kutangulieni Sio tu kaumu ya Isa hapana, kuanzia kule. Mungu ni mwadilifu, kwa hiyo wale walifunga na nyinyi mtafunga. Maana kuna wengine wanachukulia saumu kama ni, ni, ni, ni uzito, hasa wale kina baba kina mama hamu, alhamdulillah, wale kina baba wanaopenda ma hotpot. Maana tunaelewa tumezaliwa na wengine, tuko tunawalea mayatima wetu, Mungu atukuzie nao watoto wa kiume wanakula sana zaidi ya watoto wa kike, sijui ni kwa nini, ambaye nyinyi wazazi ndio mnalijua sana, kama vijana wenu wanakula kuliko wale wasichana. Kwa hiyo hawa, inapofikia kwenye somo, wakati fulani wanahisi kama labda ni uzito. Kwa hiyo Mungu anaonyesha kama kama, kutiba ala ladhina mukabiku, sio nyinyi tu, ilikuwa ni amri na desturi hata kwa wenye walitangulieni. Allah ni mwadilifu na wale walikutangulia walikuwa Waislamu na wenyewe walikuwa wanafunga, lakini malengo ni nini? Hii tafsiri kila mtu anaijua. Maswali mwalimu anapenda kuuliza swali la'allakum tattaqun manake nini? Naam. Tuwe wa uwe cha Mungu ndio maana yake tunafunga tunafuata tunakuwa wa cha Mungu. Maana yake yani, nini? Maana yake ni la'allakum tattakun yani, la'alla litaraji kwa matarajio mupate ucha Mungu sio tuwe wa cha Mungu. kwa matarajio mupate ucha Mungu Allah kijalie akijalie saumu zetu iwe sababu ya sisi kupata ucha mungu. ya ya sisi kupata ucha Mungu tuanzie hapo ndio pointi ya pili pointi ya kwanza nimezungumza kwamba uadilifu wa Allah kunako swala la somo sisi na waliotangulia uti tunafumba ya pili, makusudieni ni uchamungu tayib. Hii ya pili ya uchamungu, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akatuambia attaqwa hahuna. Hadithi mnaijua nyote yote. Uchamungu nafasi yake ni wapi? Hapa ni wapi? eh tena wa ashara ila sadri Mtume aliposema hii hadithi alisema mara tatu, atakwa hahuna atakwa hahuna atakwa hawa. ucha Mungu ni hapa, akiashiria kifuani, kifuani anakusudia rohoni, moyoni. Ucha Mungu ni moyoni. Mama yangu, dada yangu, kijana mwenzangu, ucha Mungu sio mavazi, ucha Mungu sio muonekano, kwamba ukimwona dada amevaa amejigubika, ule mchamungu ule a a a, ukimwona mwingine ametembea peku na nini, ule muhuni ule. Hapana. ukimwona mwanaume amevaa amekamilika sunna, ule mashaallah, mtu wa dini sana a -a. Ukimwona mwenyewe yuko yuko tena bisuruali birefu na nini, ule hivi na hivi a, a kwa sababu sisi binadamu tuna tabia ya kuhukumiana kiuinje lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapotuhukumu yeye anatizama ndani. Kasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa fi riwaya wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah anapotaka kukuhesabieni hakutizameni nyuso zenu kwamba mmepaka poda mmependeza, au wengine mmejaliwa mna sura nzuri wala ila ajsamikum wala, hakutizamini kwenye miili yenu kwamba labda umenona umevaa vizuri. Mungu atizami hivyo. Walakin yandhuru ila kulubikum, lakini Allah akitaka kutoa thawabu dhambi anatizama nafsi zenu. Kule kwenye nafsi Allah anatafuta kitu hiki kimoja tu peke yake. Kitu gani na? na sijasikia jibu nini kitakuwa <laughs> Hapana, Allah hatizami takwa, kule Allah anatizama ikhlas e. Wa ma umiru illa liyabudu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Eh, Mungu anatizama hiyo sana. Umisali umisali kweli kwa ikhlas, au misali juu ukifa upate kukuzika si wako wenyewe? Anasema hivyo acha ni eh, sali ili nikifa eh, ni sikosi wenye atanizika utawapata ukuzika lakini sana mbele ya Mungu itakusaidia kitu ikhlas, ndio mm hiyo -hmm. Aya umesoma wama umiru, amkuamrishwa lingine sipokuwa kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu ddin, kwa ikhlas. Kwa hiyo Mungu anatazama kuli, umefanya hicho kwa ria, kwa kutafuta sifa, kwa kujionesha, kwa kumogopa binadamu, kama alivyokuwa nasema kijana wangu hapa kabla, au umefanya ikhlasan lillah kwa ajili ya Allah. Ninakuhusia dada yangu. Hauwezi kupendwa na watu wote. Hauwezi kuwaridhisha binadamu wote. Kama gisi uwezi kuchukiwa na binadamu wote. Tafuta radhi za Allah peke yake. Akikuridhia Allah, binadamu watakuridhia. Kwa sababu Allah na uwezo wa kugeuza nafsi za binadamu. Akikuchukia Allah, ukapendwa na binadamu binadamu watakuchukia baadaye, kwa sababu Allah ana uwezo wa kugeuza nafsi zao. Wale waliokuwa maswahiba wako wakawa maadui yako. Ukiridhiwa na Allah peke yake, ukachukiliwa na watu wote, unakuwa haujaomba chochote, na ukipendwa na viumbe wote duniani, ingawa haiwezekani, Allah mmoja akakuchukia, unakuwa hujafanikisha kitu. Tafuta radhi zake Allah peke yake, atakayekukumbuka na atakaa na wewe pindi ambapo binadamu wote watakusahau kwa kaburini, miaka ambayo haijui mtu, ili upate faida kaburini na kesho mbele ya Allah. Mungu atupe mwisho ni kwa mwema. Kwa hiyo Allah yanzur ila kulubikum, kule Mungu anatafuta ikhlas, akiipata akiikosa, hadithi na malizika, mtu anasema wa waamalikum, kisha ndo anatizama na matendo yenu. Kwenye matendo anatafuta nini Allah? nani atajibu swali? Mtume anasema Mungu atazamini kwenye macho kwenye miili anapotaka kuwapa thawabu no, au kuhesabia, lakini anatazama nyoyo zenu na matendo yenu. Kwenye nyoyo tumesema anatazama ikhlas, kwenye matendo anatazama kitu tunaita mutabaa tu rasulillah, anatazama ulivyo sali ndivyo alivyokufunza mtume, ndivyo alivyofanya mtume, hivyo unavofunga ndio si mtume alifunga. Tuko na hadithi ya mama yetu Aisha radhiyallahu anha Qala qala rasulu llahi sallallahu alaihi wasalama man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu eh, fa huwa radi, ukileta bipya humu katika dini yetu alikubaliki. Kwa hiyo lazima utekeleze kama gisi mtume alivyo tekeleze nano, maana kunakosala mtume alisali mbele ya waislamu wa na akawaambia sallu kama raaitumuni, mnasali kama mlivyoniona, maana mkisali vingine vingine haiendi na hizo mbili kwa wale wanafunzi wetu na wakumbusha, shartani li kabuli la ibada, sharti mbili ili ibada yote pokelewe, ni ikhlas na mutabaati rasulillah. Tekeleza kwa ajili ya Allah na uitekeleze kama alivyotekeleza nani, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ukitekeleza hayo, ilo ambalo tuko tunalitafuta uchamungu litakuja lenyewe bila juhudi hata moja. Kwa sababu kila utakachokifanya unakifanya kwa ajili ya Mungu, na unakifanya kama jinsi dini, kama jinsi mtume alivyokifanya. Ucha Mungu naupata. Allah atujaze ucha Mungu huyo, ucha Mungu ambaye nafasi yake ni rohoni, na ndio lengo la swaumu. Pointi ya tatu, sisi tunaoishi na wewe au wewe unaishi na sisi, tunatakiwa tufaidike vipi? na ndiyo malengo ya ujio wa Ramadhani. Ramadhani inakuja ku, ku, kuzilea nyoyo na nafsi, zile nafsi zilikuwa chafu. Nitaomba nisameheki mama zangu, kuna nafsi zilikuwa kidogo zina maradhi ya uchafu. Ramadhani ikija binadamu anajishtua, anaona nilikuwa nimedhafilika, anamuonea Mungu ai, mifano napenda kuitoa, wako dada zetu wanajijua unamkuta miezi kumi na moja hafuniki kichwa chake isipokuwa wakati anasaja, lakini siku zote anapita kichwa wazi. Mungu aongozi. Lakini ramadhani ikiingia inakuwaje? Tena anavaa mjitandio mkubwa, wakati mwingine hata sio wakwake anaazima, lakini anauvaa au jilibabu ya mama, na akenda sokoni. jilibabu

Kwa ucha Mungu ni ndani ya roho, na roho ili uitibu unatakiwa haya mambo manne au matano uhakikishe mwenyewe kwenye kipimo. Ukipima mzani wako ujue kama umechea au umeongezeka. Na kwanza, alkhawf, kumokopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kijana wangu amezungumza sana kuhusu ile khawf. Sipendi kukawia, lakini nataka tu nikukumbushe kitu kimoja tena kifupi. Mama yangu dada yangu, siku utapata bahati Allah akakupa taufiki, ukajikuta bila program uko sehemu peke yako chumbani au katika jumba, lakini uko mwenyewe mwenyewe tu, alafu ukaanza kufikiria makosa yako yenyewe ulishamkosea Allah wewe mwenyewe, moja baada ya lingine makubwa. Hayo madogo yaache. Ile milima, milima hii. Ukakumbuka mwenyewe. Alafu ikafikia mpaka nafsi yako ikaingia uoga. Kwambe Mungu wangu nilifanya hiki, nimefanya hiki, nimefanya hiki, nimefanya hiki kwa miaka hii, kwa muda mrefu Mungu ananiona ambaye la taakhudhu sinatu wala halal ananiona, lakini bado ananistiri mwana wangu, yani ukakumbuka ukakumbuka mpaka nafsi yako ikaingia uoga uko peke yako. Kisha matokeo machozi yakakutoka ndani ya macho, wallahi thumma wallahi. Juu ya uoga anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaliju nara man baka min khashyati llah, hata ingia motoni. Mungu atutenge mbali na moto wa jahannam. Yoyote ambaye atalia kwa kumwogopa Allah na ukilia uko peke yako, hakuna kukuona, bila shaka unakuwa na ikhlas. Jua hakuna sifa unatafuta, unamuonesha nani Ukalia uko peke yako, hii inakuwa sio kujiliza, inakuwa manayake umeguswa. Kila mtu ni shahidi kuna nafsi yake. Dada yangu usichelewe, wallahi kudiriki Ramadhani ni majaliwa. Inawezekana ikawa ndio Ramadhani ya mwisho au ah, kaidiriki nyingine lakini usiwe na hizo nguvu, labda kaidiriki pengine huko kwenye maserum, ah, maafisa. Ah, Mungu atulinde na, walinde Waislamu na maradhi mabaya Al inaba nafsi yako iwe na kitu tunaita inaba, kurejea. Maana kuna binadamu ambaye akienda makosa anajisahau. Subhanallah, Mungu atulinde ya rabbal alamin. Kweli kila mwanadamu wenye kukosea, alisema Mtume kullu bani adamu khata, kila binadamu ni mkoseaji wa khairul khata'ina at tawabun, na mbora ni yule akitereza anatubia. Sasa kuna mwingine anakwenda kabisa, yani anaenda kabisa bila aibu bila nini, kumbe Ramadhani inakuja na kurudisha wewe hivi. Mnajua, kuna watu ambao baada ya Ramadhani ya mwaka jana ndio wanarudia kufunga, si wapo? Pengine hata sita tishawali ya kufunga pengine hakufunga sita, sita. Alifunga Ramadhani na baada ya Ramadhani kuisha akajiimiza kufunga siku zake alizokula

mpaka mia saba na zaidi, ila siyam isipokuwa saumu. Allah anasema saumu, hapana, unafunga we fa inna huli, lakini hiyo ni ya kwangu mimi. Mungu wa ana ajzibi na mimi ndio ninaijibu. Kwa nini, dadangu? Kuna hikma. Nyinyi wote na umri wenu, nyinyi wote ambao mlijaliwa kuzaliwa Uislamu, ninaamini kwamba somu zenu za mwanzo, uko ukirudisha akili yako nyuma, kuna zenye ulikuwa unafunga na unaingia ndani unakunywa maji kila mtu ni shahidi kwenye nafsi yake. Hata mashehe tulikunywaga, si hii dokta, lakini huko kabla, sisi wote ikikukamua sawa sawa wao kunywaga. Yes. Eh. Yes. Ikikukamua unaingia ndani, tena wakati mwingine ukija mwenzako unasema ya leo kadi, kumbe umekunywa, kumbe umekula. Lakini leo hata mtoto wako mdogo aje umelala mama kufitike kitumbua mkinywa hautaki na mko wawili, wewe na mwanao, ambao ni mchanga, hajui kitu na hata usema, lakini kwa nini leo hauli na ule ukachukua unakula? Kwa sababu leo unatambua umuhimu wa sobra na ikhlas, na ndio mwana Mungu anasema fa inna huli wallahi, Mungu ndo anamjua mwenye kufunga. Sisi unaweza kuja ukatudanganya nimefunga, kumbe hukufunga, lakini Mungu ndo anamjua aliyofunga. Hapa kuna faida faida, dada yangu, ukifunga somu ya sunna, tuache kwanza faradhi usimwambie mtu yoyote, isipokuwa tu mume wako kama uko katika ndoa, kwa sababu dini imeamrisha kwamba usifungi somo ya suna bila ruhusa nani ya lakini mwingine yoyote usimwambie. Maana kuna wengine ndio hivi, jamaa fulani, bwana, nakuona dhaifu, jibu nakuja, acha inaswao. Unamtangazia nani sasa? Hiyo ni ibada kati yako wewe na Mola wako. Ndio maana Mungu akasema, fa'innahu, hiyo ni kwangu. Faida ya pili kubwa kwa s ambayo mashehe zetu wengi wanapenda kusahau kulikumbusha. Hivi sawm sawm, ndio ibada ya pekee siku ya kiyama, wakati utakuwa unalipa madeni kwa wale uliowakosea duniani, hadithul muflis. Wakati unawalipa zile sawabu, hata zikifikia zikaisha, wakataka kugusa sawabu zako za sawm, Mungu atasema hizo hapana, hizo hizo haziguswi Hizi za saumu haziguswi, tafuteni vingine. Saumu tu, hata wakati tawalipo wengine, sawabu za saumu haziguswi. Ndio maana limbikiza sana sawabu za saumu ili siku ya kiyama kule, hata ikitokea bahati mbaya Ramadeni zikuokoa. Hizo haziguswi. Allah, tujalie, tuye miongoni mwa wale waliofunga na saumu zao wakakubaliwa kisha tujitahidi sana tumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mama zangu, Mungu anatupenda, wallahi Mungu anatupenda. Mimi na wewe kuwa Waislamu sio ujanja wetu wala sio kwamba tumezaliwa na wazazi Waislamu. Wako waliozaliwa na wazazi Waislamu lakini walihitaji na wako waliozaliwa na wazazi Waislamu lakini ni Waislamu, lakini Allah ametuchagua ametupa Uislamu. Tumshukuru Allah kwa hiyo neema. Pazito nafasi moja ndio panatia oga. Mtume alisema, innamal a'amalu bil khawati Fa innama al a'malu bil khawatim. Islamu unatazama mwisho, dada zangu, utazami. Leo unaweza ukasali miaka 40 siku yako moja uhai imebakia, mwisho haujui, kwa mshirikisha Mungu shirki kubwa, ukifa na kutosa motoni bila huruma tena utatoka. Na unaweza u kamkosea Mungu mli wako wote, labda dakika zako tano zimebaki, Allah akakupa taufiki, ukatubu tauba nasuha, ukifa unaenda wapi? Peponi. Ndio maana katika dua zako muombe Mungu sana akupe mwisho uliokuwa mwema. Allah tutakabalie saumu zetu. Kisha maana muda uniruhusu, na na dokta yuko hapa, kitu ambacho ningemalizia ninge, ninge, ninge, ninge. Ni mengi mashekhe wanaokumbusha msikitini, lakini mimi nataka nikukumbushe tu vitu viwili vifupi vya kumalizia. Mama yangu, dada yangu, napokuwa na unafunga ibada ni nyingi zinafanya, lakini kwa kuwa dini imetuhimiza kwamba Ramadhani yote ni baraka, ni shahrul mubarak, na baraka za Allah tunazitaka sana, Mtume akatuelekeza akatuonyesha kwamba wasahuru kulluhu baraka, daku daku yote ni baraka. Kwenye hadithi alisema tasaharu fa inna fi s-sahuri baraka, mtumieni daku, hakika kwenye daku kuna baraka. Na daku sio kula mpaka ushibe, hata ukinywa gilasi ya maji siku wa tatu wa mwisho, saa nane, saa tisa, saa kumi na unapata baraka, na unapata thawabu. Sasa nakuomba jitahidi sana kwenye nyakati zile, ukijua kama utamka na swaumu usikubali kupitiliza, afadhali utie alarm kwenye sikio lako, ili hata kama hawezi, watu tumeumbwa tofauti, kuna mtu akitoka busingizi asiyekula kunywa basi maji ili upate tu ile baraka, alafu la pili ni hili ule wakati usiuachi bure, omba dua, omba dua, umwambie mola wako, umshtakie mola wako, na hasa lile ambalo linakusumbua sana kwenye maisha yako, lile ambalo unalihitaji zaidi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwenye zile nyakati, Allah akikupokelea na kumalizia tatizo lako. Tujikurubishe kwa Allah, maisha ya duniani yasitudanganye, dada zangu, maisha yasitudanganye afya isikudanganye. Dokta anajua zaidi kuliko sisi maana ni fani yake. Hii afya inaweza ikabadilika kwenye sekunde moja. Ukajikuta pengine unanyanyuliwa, kila kitu unafanyiwa. Cheo ambacho unacho leo kisikudanganye, uwezo ambao unao leo usikudanganye, na familia na maswahiba ambao karibu yako wasikudanganye. Lakini itumie fursa wakati bado akili kotimamu na afya inakubali. Usiyatekelezi isipokuwa yale yanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duniani tunapita na Allah amejalia kwamba huko tunakoelekea maisha tunayaandaa hapa duniani. Kama jinsi wewe ukiulizwa babu yako wa nne, babu, babu wa nne wa kwa kurudia nyuma hauwezi kumjua. Maana ukiulizwa utataja baba, baada ya baba utataja babu. Ukijaliwa labda utamtaja na babu wa pili, lakini wanne kule hauwezi kumjua. Ndo ujue na wewe ukifa japokuwa umezaa, itafikia jili ambayo na wewe itakusahau. Sijui kama naeleweka hii lugha. Maanake sisi wote kuja duniani kuna silsila, kuna kufatana, fatana alizaliwa akazaa akazaa ndio akafikiriwa na wewe kuanzia kule kwa Adam. Sasa na wote asahaulika lakini Mungu hata kusahau, ndio maana tafuta radhi zake Allah subhanahu wa taala. Namaliza nikisema hivi, ukikosa uchamungu ndani ya Ramadhani, kuupata uchamungu kwenye miezi kumi na moja mingine sio mepesi. Ukiona umeukosa uchamungu ndani ya Ramadhani, kuupata kwenye miezi mingine sio mepesi. Allah, tunakuomba tutakabalia ibada zetu na, tunakuombarabal alamina. Ramadani naomba mtoshete na hayo madarasa yako mengi tu yanaendelea. Allah akipenda, labda tutakutania sehemu zingine, nitakuwa nakestakuamarkai